Yeah, <laughs> shukuru Mungu na mahali pa kuamkia siku hadi siku bila hapa ungekuwa unajishughulisha na nini? Daima na, na shukuru, lakini hakitoshi, hakitoshi, hakitoshi. Mahitaji yenyewe ni mengi, mengi. Mbona sielewi. Mbona sielewi. Nyumba ni juu yangu mimi. Karo ni juu yangu mimi. Chakula ni juu yangu mimi. Vile vile matibabu ni juu yangu mimi. Sasa mshahara wako hautoshi kivii, mafuta ya gari tulia nomaliza bunajua sili yangu hali yangu mkono ni umoja usemavyo mkono moja ufishocho

choro bacha kena chokilin. Lakini mme wangu. Nungu ni kodo. Ili mama enda mgaliyo na madaktari vizuri. Ikishindikana mme wangu nungu Ema, nilikuisha kueleza kwa lugha ya wazi. Tena kima sawasu kuhusu swala hili. Kwamba wangu kwenu kama mme nipo tayari kutekeleza kwa hali na kwa mali kwa jasho na kwa damu. Mshahara wako sikuombi wala siupangii. Gharama zote ndani ya hii nyumba. Zinaujua ujua huu mfuko wangu. Nungu kulipa mwisho wa mwe. Kona uwelewe. Kuwa mambo yangomani uishi hapo Mimi nyo nimefika nyumbani baada ya kumwonea faraja mke wangu nimpendaye, na nilipofika, ilipofika tu, hata badala ya kunipokea vizuri, unauziwa tu mjadala, si zioneshe, si hata kunitajia aa, upewa angalau kikombe cha chai ama glasi ya maji kuonesha isa. A, bila chai, kikombe cha chai tu, fikra zangu hazina utulivu. Mama yuko hospitalini, nahitaji kumtoa, lakini aakohositaai ndani na na na kwamba siwezi kwenda nikimsindia kila mtu aliapo, kama kitabu kina picha ya leo. Ni haya basi, basi, nimekupata. Ah, ah, ah, naomba kuondoka mara moja. Ngoja kwa time wao, si wakati huu, labda baadaye. Nimekumbuka nina naniaji na mara moja, tulisoma naye katika shule ya upili. Yeye sasa hivi ni mgeni katika kabuni. Ah, na jambo ambalo angependa nikufanyie, ikienda vizuri nitapata hela